Sasa natoka nje, natoka nje, hii ndo hali ya hewa so, on, si Wayo, na, adipu, mba, kama unavyoona hali sio nzuri sana kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba kama una ndugu au una jamaa au una rafiki ambao unaishi naye karibu, ili kuweza kukupa faraja wa kipindi hichi, inaweza ikawa ngumu sana kwako kwa sababu Nakuwa ni ngumu sana emlima wa snow, hali ni mbaya baba, hali ni mbaya sana asiindo eh, Marekani indo Marekani. Huu ni mlima wa snow ni snow nyingi sana, unaona sehemu nyingi kuna snow kuna teleza. Unaona, kwa hiyo hii ndo hali ya Marekani na ndo maisha ambayo yanavyokuwa yanavyo. Kwa hiyo siache ku subscribe kwenye chaneli yangu ku like na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali, guys, nataka naonyesha kidogo, huo ni mlima wa snow. Hapo imekusanya kusanya kwanza kule ikikote oh, ikawekwa ikawekwa akanatakuo naona <laughs> ya yeah, so ndo hivyo. Kwa hiyo asanteni sana, mwe na wakati mwema. O ndo kama hivi, so nawatakia wakati mwema. Sahau subscribe, like na kushea ili kuweza kupata updates mbalimbali, okay? Marekani. Marekani. Nataka tu niwaonyeshe hapa ni masokoni, hiyo ni taps. Na huku ni nzi. Okay? Getting back in my car. Narudi kwenye gari yangu. Okay.